Tunakutana hapa kuwaaga rasmi vijana wetu wa kumi na sita ambao wanaenda Afrika ya Kusini kwenye chuo kikuu cha Johannesburg kusomea mambo yanayoendana na data sayansi, akili unde na sayansi zinazoendana na mambo hayo. Ndugu zangu, nyie mnaenda Afrika ya Kusini kwenda kusoma kwa utaratibu wa ufadhili wa masomo ambaye aliagiza rais wetu tuuandae na kuutekeleza, na sisi tumeuita Samia Scholarship Extended Data Science Artificial Intelligence and Allied Sciences. Wanafunzi hawa ni kati wale wanafunzi hamsini waliofaulu vizuri sana katika kidato cha sita kwenye masomo ya sayansi, tahasusi za sayansi ambazo zinajumuisha hisabati ya juu advanced mathematics. Kwa katika wanafunzi wote waliofanya mtihani na matokeo yake kutangazwa mwezi Julai mwaka jana, tuliorodhesha kuanzia wa kwanza mpaka wa hamsini kwa ubora wa matokeo yao katika tahasusi walizochukua, lakini tahasusi hizo ilikuwa ni lazima ziwe na masomo ya hisabati advanced mathematics. Watumishi wa hapa wizarani wote, hizo scholarship zigawanywe kwa uwazi na haki, because we are putting some government money kule ambapo we need to put some matching funds, na hizo scholarship tuzigawa vizuri. Natoa mfano Algeria, ambapo kuna watu wako kule haziwatoshi kukaa, we'll have to budget to send them some money, lakini baadaye tunapo allocate hawa wanafunzi let's go on merit. Kuna nyingine ziko Morocco, tunapo allocate let's go on merit. Na watu uh, ya kurugenzi ya elimu ya ya, ya juu, ili mtakuwa mnanisikiza vizuri, twende hivyo tuhakikisha kwamba hatumizi. Najua kuna sehemu nyingine wanasema tunakupa scholarship, lakini huwe na nauli ya kuja sasa wakati bajeti hela za nauli, mtu akipata scholarship kule, sisi kwenye bajeti hakuna fund. Hizi fund za Samia scholarship tunazo kuzitumia tukawapeleka, but the way we can do it is to make sure that we submit the best of the best. Tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kipaumbele anachokitoa katika sekta hii na kwa miongozo yake anayoitoa katika wizara yetu, nasi chini ya uongozi wa Profesa Adolf Mkenda tunaendelea kutekeleza yale ambayo ni ma maono makubwa ya mheshimiwa rais katika sekta hii. Wizara walituamini wakasema hii programu ni sehemu ya kuhamasisha au kuchochea maendeleo ya sate manyano ubunifu. Kwa hiyo kosteki tunapa dhamana ya kusimamia. Kwa hiyo ni heshima kubwa. Katibu mkuu, mheshimiwa waziri, tunashukuru kwa imani hiyo. na kwa kumalizia pia nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake ya kuwekeza katika vijana, lakini pia katika sayansi teknolojia na ubunifu kama nguzo ya maendeleo ya Taifa letu. Tuseme tu ukweli, kuna watu tuliingia bootcamp hatujui kutumia kompyuta, sometimes unaambiwa copy and paste your text, lakini hujui <coughs> what to do, lakini right now sisi hapa na wenzetu ambao wamebaki bootcamp tunaweza kufanya hivyo vyote, lakini pia tumeweza kuacquire technical skills mbalimbali, kwa mfano coding na kuandika different codes in, na kuweza kujifunza different programming languages kama Python, Java na C++, lakini kwa mwongozo tuliopata Nelson Mandela pia tumeweza ku soma different certifications, um, ambazo zitatusaidia sisi, yes, kuwa watu bora na competent duniani kote.